Jumanne hii April 6, 2010, gazeti la Nipashe linakuletea kali zifuatazo: kauli za maskofu zampa kiwewe Mrema, lakini mama apokea kilio chao. Mengi zaidi, pata nakala yako ya Nipashe. Afya ya mwenyekiti wa chama kipya cha CCJ yaimarika. Katika makala mchambuzi aangalia kwa nini wanawake wanaendelea kuwa maskini. Mwandishi itahadharisha serikali kuhusu biashara hatari iliyozuka Uswahilini. Wajua ni biashara gani hiyo? Fuatilia. Je, wafahamu kwamba Afrika imepiga hatua mbili mbele katika mapambano dhidi ya ukimwi pata ufafanuzi ndani ya Nipashe. Na katika maoni, mhariri akumbusha serikali kwamba hofu ya maaskofu si ya kupuuza. Endelea kufuatilia tamthilia zinazotesa kila siku kwenye runinga za Shades of Sin, Ruby Deception na kadhalika. Kumbuka, Nipashe ni mwanga wa jamii. Nipashe, Nipashe, Nipashe ili kujihadhari wamesema hapana. Nchi wengine walopiga kura swali hilo wamesema ndio na asilimia. Sote tuweze kupitia vichwa vya habari ya magazeti yaliyotufikia kwa asubuhi hii. Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, katika ukurasa wa kwanza, kauli za maskofu moto ni kuhusu fedha kwenye uchaguzi mkuu. Mrema asema sasa atoboa hofu yake. Waziri Mamo asema serikali imesikia, ni gazeti la Nipashe. Mwenyekiti wa CCJ kutoka hospitalini leo, linaandika gazeti la Nipashe katika ukurasa wa kwanza. Uh, waajiri wa waambia tukta hakuna mgomo. Ni gazeti la Nipashe katika ukurasa wa kwanza asubuhi, wakwanza uh, katika mapitio ya, ya magazeti sehemu ya pili ya Kumekucha. Gazeti la mwananchi lenyewe linaandika mpenda zoe asema sita tunakusubiri, CCJ. Ni gazeti la Mwananchi. Wizi wa kimafia waingia kampuni kubwa ya sim. Ni gazeti la Mwananchi. Uh, waajiri sasa wawatisha wawatisha wafanya kazi, linaandika Mwananchi asubuhi katika ukurasa wa kwanza sehemu ya pili ya kumekucha kucha kutoka hapa ITV. Na mtazamaji wa ITV gazeti la Majira lenyewe katika ukurasa wa kwanza likiandika uh, Makamba awatisha uh, makamanda, vijana ni wale watakaojiingiza kwenye kampeni. Ni gazeti la Majira hilo likiandika katika ukurasa uh, ule wa kwanza asubuhi katika mapitio ya magazeti sehemu ya pili ya kumekucha Jumanne leo. Gazeti la Tanzania Daima mtazamaji wa ITV yenye likiandika mgomo wa tukta wazusha mkorogano, wajiri watangaza kuwafukuza watakao wenyewe sisitiza mgomoko pale pale, linaandika gazeti la Tanzania Daima. Msuya um, akwama uh, Mwanga um, ni gazeti la katika kurasa wa kwanza wa katika katika wa asubuhi mapitio ya magazeti. Na gazeti la Uhuru mtazamaji wa ITV sehemu ya pili ya ya kumekucha likiandika mgomo tuktani batili wasema waajiri, wasema kuna nguvu za hoja kisheria, wadai wana haki kushtaki wafanyakazi, linaandika gazeti la Uhuru. Park Zanzibar yashtushwa na wizi fedha za serikali linaandika gazeti la Uhuru asubuhi. Uh, vile vile uh, Marekani yatoa shilingi bilioni 267 uh, kuweza kufadhili miradi ya umeme ni gazeti la Uhuru katika ule ukurasa wa kwanza asubuhi, mtazamaji wa ITV. Tuangali sasa gazeti la Kiingereza la The Guardian. The Guardian. Guardian, katika ukurasa ule wa kwanza linaandika chama cha waajiri cha sema kitawajibika kwa athari zitakazotokea wakati wa mgomo, ni gazeti la The Guardian asubuhi hii katika ule ukurasa wa kwanza, sehemu ya pili ya kumekucha kutoka hapa ITV. Lakini bado katika ukurasa wa kwanza linaandika wawekezaji wadaiwa kukwepa kodi ya bilioni mbili huko Zanzibar ni gazeti la The Guardian vile vile, polisi ya safisha mara, watumiwa 33 wanashikiliwa na polisi, tani 45000 za bangi za teketezwa. Ni gazeti la The Guardian asubuhi katika ukurasa wa kwanza sehemu ya pili ya kumekucha. Tuende sasa katika habari za burudani na michezo mtazamaji wa ITV. Gazeti la The Guardian habari za burudani na michezo uh, likiandika serikali ya panga kusaidia katika sekta ya netball, ndio habari ambayo inapewa uzito na gazeti hili la The Guardian katika upande wa habari za burudani na michezo. Tuangalie gazeti jingine la Uhuru lenye likiandika polisi Dodoma na Ruvu kucheza ligi kuu zimeungana na AFC, ni habari ambayo inaandikwa na gazeti hili la Uhuru katika zile habari za burudani na michezo, mtazamaji wa ITV. Gazeti la Tanzania Daima likiandika Arsenal, uh, yeva uh, bakabila song ni habari ambayo inaandikwa, ni mechi ambayo inasubiriwa leo katika gazeti hili la Tanzania Daima. Netball bara waenda Uingereza linaandika gazeti la Tanzania Daima katika upande wa habari za michezo na burudani. Gazeti la na majira nalo habari zikionekana kujirudia, mtazamaji wa ITV. Uh, tuangalie gazeti la Mwananchi. Mwananchi linaandika na kumaliza ubishi no ubishi leo, ni habari katika gazeti ile la Mwananchi kutoka Madrid, Hispania ndio habari mbao inaandikwa na gazeti hili, uh, la gazeti hili la Mwananchi. E, Pwani ya ingiza mbili ligi kuu Tanzania bara ni gazeti la Mwananchi katika habari za michezo na burudani. Tumalize, ni gazeti la Nipashe, mtazamaji wa ITV, lenyewe linaandika Arsenal yaipa pressure Barcelona, ni habari ambayo inaandikwa na gazeti hili la Nipashe. Habari, picha, anamuona makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa netball Tanzania Sheruz Banji akimwaga kocha wa timu ya taifa netball Tanzania bara Mary Protas na wachezaji wengine katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hiyo wakati wanaelekea Uingereza. Ni habari katika gazeti la Nipashe, habari za burudani na michezo, mtazamaji wa ITV. Kufikia hapa, tunafika tamati ya mapitio ya magazeti. Naitwa Joseph Ndamari, endelea kuwa nasi, nikutakie asubuhi njema. wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Agrey Mwandri imesema, Bwana Gishuli Mbegesi anahamishwa kutoka Njombe kwenda Kilindi kuchukua nafasi ya Sara Dumba ambaye anakwenda Njombe. Leo Dinasi Gama anatoka Mbeya kwenda Ilala kuchukua nafasi ya Evans Balama aliyehamishiwa Mbeya. Aidha, Frenki Luhahula anatoka Tarime kwenda Kiteto kuchukua nafasi ya John Henjewele ambaye amehamishiwa Tarime. Rashid Ndaile anatoka Chunya kwenda Mkinga kuchukua nafasi ya Adeodatus Kinawiro aliyehamishwa kuChunya. Na Florensi Horombe anatoka Bukombe kwenda Nzega kuchukua nafasi ya Beti Machangu anayekwenda Kasuro. Wengine ni Hawa Ngulumbi anayetoka Makete kwenda Bukombe na luteni kanali John Mzuri kwao anayetoka Mpanda kwenda Sumbawanga kuchukua nafasi ya Tobias Sijabaje ambaye uteuzi wake umetenguliwa kwa kutosimamia vizuri zoezi la ugawaji wa vocha za pembejeo za kilimo. Aidha Rais amemteua Husna Mwilima kuwa mkuu wa wilaya ya Tanda Himba kuchukua nafasi ya Francis Miti aliyehamishiwa Ulanga kuchukua nafasi ya Dr Rajabu ulutengwe aliyehamishiwa Mpanda.